Jamani, habarini za saizi? I hope wote mkopoa leo. Eid Mubarak. Na, e, leo nawatakia Eid Mubarak wote, pia anaenda kuwafundisha kitu kidogo. Je, unajua kwamba unaweza kudownload video ambayo umeipenda na kwenye Facebook. Unaweza ukaidownload bila shida yoyote. Jambo ni dogo tu. Inabidi uwe na na ndia browser ya Phoenix ambayo ni hii hapa. Inabidi uwe nayo na faili la Facebook. Kwenye reel au ni kama kwenye video. Nena kwenye video uliyoipenda

ania njako unakuja unaamia kwenye, kwenye. <laughs> <laughs> <laughs> una una kwenye faili lako la Phonics browser ambalo ndo hili hapa hivi la kwangu nguu. Ukishaamia hapo kwenye faili la Phonics browser utabonyeza, utabonyeza ise mia kusearch, searching Unakuja una paste link yako hapa uliyoikopi kule Facebook, YouTube, Facebook ya. Ukishabonyeza hapa una search, ukisearch okay, inakuletea hivi una cancel sasa. Ukisha cancel, unabonyeza akakamshale upande wa kulia kajua hapa, kanaonekana haka koja, uone ukichelewa kidogo, ndo video inakuwa hivyo watch again. Unabonyeza haka kamshale hapa, alafu wakikuletea hapa, una download, unabonyeza una download, unakuwa una, una download video yenye umeipenda Facebook na hii hapo ni ya wachache. Msisahau kusubscribe YouTube channel yangu ili kuweza kufahamu mengi zaidi about Android technology na pia technology kwa ujumla.